Ni majiji mangapi ambayo umewahi kutembelea afrika Mashariki? Kama umewahi kutembelea, huenda wauka wa shahidi wa kwanza wa the list siku ya leo. Ifuatayo ni majiji yenye idadi kubwa ya watu hapa afrika Mashariki. Nafasi ya tano ni jiji la Mombasa, hili linapatikana Kenya jumla ya watu ambao wanapatikana Kenya uh, kwenye jiji hili la Mombasa ni watu takriban milioni moja nukta tano. Mwagadishi, Mogadishu, Somalia, kuna msongamano wa watu zaidi ya milioni mbili nukta sita. Kampala, Uganda, hapa kuna watu takriban milioni nne nukta tatu. Karibu Nairobi, Kenya, kwenye mishemishe mingi sana hapa utakutana na watu zaidi ya milioni tano. Kabla hatujatembelea jiji la kwanza lenye idadi ya watu wengi zaidi Afrika Mashariki, tafadhali to follow Bongo Brothers hapa chini ni muatagi, lakini pia ni follow Baba Kyle Jeframso. Mabibi na mabwana, tafadhali karibia Dar es Salaam mzizima. Hapa kuna msongamano wa watu takriban milioni saba nukta nane. Je, wewe umeshaw kufika wapi kati ya majiji haya? Tuambie, lakini pia kuwa shahidi wa Bongo Brothers kwenye the list siku ya leo.